Kwa sababu ufahamu wako ukiwa hauelewi mambo ya Mungu kwa jinsi ya roho hayataathirika kwa, kwa, eh? si kwa, okay, kwa, kwa, kwa jinsi ya mwili. Bwana saidie. Eh, Bwana shike sana. Amen. Kwa hiyo, okay, anadili na nini na ufahamu wako? Ndiyo kwamba ufahamu wako ukiwa umefungwa, mambo yako kwa jinsi ya mwili hayataathirika. Bwana saidie. Ikagombwa, anajua tayari katika roho yameshakamilika. Angalia, ngoja nikupe kitu. Wakati Ayubu anapitia yale mapito katika roho Mungu akawa anajiana na shetani. Shetani anamwambia, wewe Ayubu anakupenda kwa sababu umembariki. Bwana sifiwe sana. Amen. Mungu akampa nafasi. Gusa maisha yake yote, gusa vitu vyake vyote, but roho yake usiguse. Hiyo ndo limit ambayo shetani alipewa kwa, kwa Ayubu. But mafanikio ya Ayubu haya kumfanya Ayubu ampende Mungu. Wangapi tuko pamoja? Mafanikio ya Ayubu haya kumfanya Ayubu ampende Mungu ndio? Amen, amen. Ayubu alimpenda Mungu Sababu Mungu ndiyo chanzo cha hayo mafanikio. So, kwa sababu Ayubu aligundua kabisa kwamba Mungu ana uwezo wa kuyaondoa na ana uwezo wa kurudisha zaidi ya hayo. Kwa hiyo shetani akadili na Ayubu kwa jinsi ya mwili, kwa vitu vinavyoonekana, but baraka za Ayubu kwa jinsi ya roho zilikuwepo pale pale. Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Baada ya jaribu la Ayubu kupita, Bwana akarejesha vyote. Watoto saba wa Ayubu waliokuwa wazuri. Ma, okay. Maandiko anasema hivi watoto wa Ayubu katika ile nchi ya Usi walikuwa ni watoto wazuri kuliko watoto wa wengine. Bwana asifiwe sana. kama ni watoto wa kike, vijana wa sasa hivi wanasema, si ndio? Vijana. Vijana. Tuko pamoja? but Biblia inazungumza kwa habari ya uzuri wa watoto but, badai, wa Ayubu but walipokufa baadaye Mungu akarejesha watoto wengine na Biblia inasema kwamba wakawa wazuri zaidi ya wale wa mwanzo. Manake baraka za Mungu hazina majuto Amen. Baraka za Mungu hazina nini? Majuto. Baraka za Mungu hazina nini? Majuto. Leo unaweza ukaona umepoteza kwa jinsi ya mwili. Okay, wanachodili watu wengi wanadili na muonekano wa nje. Adui anapokuja kwako anadili na muonekano wa nje nje. Wachai wanapokuja kwako wanadili na muonekano wa nje, bali katika roho kimungu ha kwa sababu umezingirwa na ukuta wa moto. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo adui anachocheza nacho kwako ni ufahamu. Kwa sababu ufahamu wako ukishaelewa kanuni ya Mungu kufanikiwa. Basi wewe umetoboa. Sisi tuko pamoja. Wala mimi tuko pamoja. Wala mimi tuko pamoja. Wala mimi tuko pamoja. Kwa hiyo wewe kupewa gari sio jambo jipya kimungu, ni jambo la kale ambalo lilikisha kuisha kukamilika kwa Mungu. Bwana sifiwe sana. Wakati tuko pamoja. Kwa yeye kupewa biashara mpya kwako ni mpya, lakini kwa Mungu ni biashara ya kale iliyokuja kukamilika. Sisi tunaelewana eh, yeah. Bwana asifiwe sana yeah. Kwa hiyo udhihirisho wa kimungu si Mungu kufanya jambo jipya. Bwana asifiwe sana yeah. Watiwetu sisi ni jambo jipya.